Ndugu watazamaji wa chaneli yetu Planet Media TV. Ah, tuko katikati kabisa ya mji huu wa Nyabunolo. Katika harakati hizi watazamaji, tungependa sasa tuyage mkutano asubuhi ya leo, lakini tukuwa katika maeneo haya media ilipata

bali Mungu amewafungua chini ya mchungaji Luka Saidadi masiiaaaie i asante watazamaji, kwa sababu Mungu anaendelea kufungua watu, na sasa hivi tuko mahali hapa tena. Nataka tuondoke twende Masumbo kwa ajili ya kazi ya Bwana. Uliko we mgonjwa, uliyepoza mikono mwenye shida mbalimbali, tunakukaribisha. Yesu anaponya bure, hatuna rusha yoyote. Bwana wabariki. Bado mtumishi wa Mungu mhubiri wa kimataifa alipata nafasi kuwa katika eneo hili kati kati ya mji wa Nyabloro. Mtumishi wa Mungu, kauli yako baraka zako ziachilie katika eneo hili la Nyabloro kwa kazi ya Mungu ambayo imefanyika mahali hapa, hapa, hapa. Karibu. Nashukuru sana watu wa Mungu wa lolo, vizuri, kwa kiti chake cha Mlolo umenipokea vizuri, nimehubiri injili kwa amani na salama. Kama vile wakati tumeanza mkutano, kulikuwa watu walikuwa na mateso. ahidi sababu ya madoda ya tumbo, lakini Mungu ameondolea ile mateso. Kwa kweli nashukuru mchungaji Lucas pamoja na mke wake ambao ni wenyeji wetu, ambao wametupokea ndani ya kijiji hiki, wakiwemo na mtumishi wa Mungu ambaye ndiye tuko naye mahali hapa, kuhusu huduma hii Mungu aliyompatia kwa kuhubiri